Ningependa pia kuwaelekeza kutenga bajeti ya masuala ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Nilipofika hapa tu ndio changamoto ya kwanza ilikuwa inaongelewa na mifano imeonyeshwa, kwa hiyo ni fursa kwetu kuhakikisha bajeti hiyo inaweza kuingia. Pia kuandaa taarifa za utekelezaji wa programu na kuziwasilisha kwa wakati katika ngazi husika kama mlivyopitisha kwenye mfumo wa kutolea taarifa. Sasa tukiangalia hapa, mimi ni shuhuda kama mpokea taarifa zenu, maeneo ya DCC bado hatujapata taarifa kwa ukamilifu, lakini pia na yale maeneo mengine ambayo yanahitajika kupata. Nafahamu kwamba mfumo wetu mpya wa ambao utakuwa unapokea taarifa utakuwa utaunganishwa pamoja na ule mfumo wa MVC-MIS lakini utaunganishwa pia na mifumo yetu mingine. Nia ni kujenga na kuunga mifumo ile iliyoko Wizara ya Afya, ile iliyoko maendeleo ya jamii. Kuna mifumo mingine ambayo tunajua iko kule kwa Waziri Mkuu ya utambuzi wa watu wenye ulemavu, pamoja na mifumo mingi mingine, ili kwa pamoja tuweze kuwa na dashboard ama mfumo mmoja ambao unatupa taarifa zinaweza kuwashughulikia watoto lakini sekta ustawi wa jamii kwa ujumla wake. Naomba Mheshimiwa mgeni rasmi, tuliangalie suala la taarifa ambazo tunazikusanya. Tuna kobo collect, tunaomba tuitumie sasa, ili tuweze kupata taarifa ambazo zitatupa dira ya wapi tuelekee na wapi tueleke pa kufanyia marekebisho. Eneo lingine Mheshimiwa mgeni rasmi, kama tekden, tunaomba na tunatamani sana tuweze kuona jitihada ambazo tunazifanya haswa katika kuchagiza masuala ya uwekezaji kwenye malezi makuzi na maendeleo ya mtoto basi yanatekelezeka, yana haswa katika kuboresha, kutenga bajeti katika ngazi za almashauri, ili kuweza kuhakikisha kwamba huduma za malezi zinafanyika kule chini, ambapo tunaona uratibu wake bado unasuasua. Miongoni mwa kitu ambacho nimekisikiliza ni pamoja na hizi informal ECD centers ambazo haziko registered. Hili ni swala la debate. Na ni debate kati ya quality versus right. Haki versus nini? Ubora. Unaweza kuanza na kitu ambacho hakiko bora na ukaendelea kukiboresha as opposed to missing the right aspect. Kwa hiyo ni debate ambayo tunapaswa kuendelea ku debate. Programu yetu jumuishi ya taifa kwa maana iko hai. Iko hai, wangu kweli. Programu yetu iko hai. Na kila mmoja umtadi ni mfano wake. Siri mmoja wapo ni sekretarieti yetu. Na mimi nirudie Siri mmoja wapo ni sekretarieti yetu, yeah, ya programu jumuishi ya taifa. Amini kwamba ni program nyingi ambazo zimejaliwa sekretarieti ambayo ni kikosi kazi makini kama ya kwetu. Wako active, wana ushirikiano wa kipekee. Siku mbili kabla ya kikao hiki walikuwa wanafanya maandalizi masaa yote, mkiona kwamba ajenda zimekwenda vizuri, na mi naamini kwamba vikao vyetu vinazidi kuwa na ufanisi kila kikao kitaii. Na mifumo yetu pokea taarifa ya kuripoti taarifa, tuiweke pamoja, hiyo inasomana, ili tupunguze usumbufu wa kutafuta taarifa. Na hii mifumo wa Tanzania katika nchi ambazo ziko vizuri kwenye data management, tuwanishe sistimu zetu ili tuweze kusomana. Ishu ya pili kama ni angalizo lakini faida kwa sote, tumezungumzia sana indicators of performance zinazohusiana na malezi bora, responsive caregiving. Hebu tuanze kutizama kwa miaka mitano ni iliyopita Tanzania bara tumepata auikamugani katika maeneo ya kwanza, social skills za watoto miaka mitano ni iliyopita zimebadilika kidogo la pili emotional regulation, na jambo la mtoto kujitazama kama anajiamini, kwa sababu program baada ya miaka mitano. Sasa hivi lazima tupate outcome indicator angalau moja inayoonyesha baada ya kuwekeza kuanzia A mpaka B au kwa kuamini.